Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kubwa hii leo kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Kuu Dodoma imetupilia mbali kesi ya kikatiba iliyofunguliwa na Luhaga Mpina, mwanachama wa ACT Wazalendo, kupinga kuondolewa kwenye orodha ya wagombea Urais wa Tanzania. Mahakama imeeleza kuwa haina mamlaka ya kuingilia uamuzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC unaotekelezwa kwa mujibu wa kikatiba na sheria. Uamuzi huo umetolewa leo Jumaatano ya Oktoba 15 2025, mbele ya mahakama hiyo na kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo Jaji Frederick Manyanda. Majaji wengine waliosikiliza kesi hiyo ni Silvesta Kainda na Abdala. Kwa uamuzi huo wa Mahakama Kuu Masjala Kuu Dodoma, Mpina Luhaga hataweza kushiriki kinyang'anyo cha uchaguzi mkuu kwa upande wa urais ambapo kwa sasa vyama vingi vya siasa vinavyoshiriki